Sidhani kama yeah. Itatokea siku ni sizungumza ukweli yeah. Ukweli lazima uwekwe wazi yeah. Kwa wasanii wetu yeah. Ili watu wajue sanaa ya Tanzania iko hivi. Tunapodanganya sana yeah. Watu wanajua sana inaingiza mapato makubwa sana yeah. Watoto kufikia hata kuacha mashule kwenda kwenye sanaa, kumbe sanaa bado iko hivi yeah. Watu wana fake life sana. Yeah. Sana kwa, kwa kweli ndio yeah. Maana sisi tunajitahidi kuzungumza na kusema ukweli yeah. Yeah. Mziki wa, wa, Tanzania umefahamu ume, kwa muda mrefu sana, kunavyouona ulikotoka na hapa tulipo, hasa unauonaje sasa? Naona kama mnavyoona nyie, mziki umefikia hatua pazuri. Harmonize kujitahidi kufikisha mziki pazuri. Harmonize kujitahidi mm. mm. kuufikisha mziki mahali pazuri. Kwa nini, kwa nini Harmonize tu? Oh, nani nafikiri anayeufikisha mziki, kuna likiba, kuna, kuna, kuna damu Eh, ah, unajua wapo wengi ndio, lakini Harmonize kajitahidi pia kwa kwa kiasi chake. Kwa sababu Harmonize ndio msanii wa kwanza kuimba nyimbo kwa, za Kiingereza na zikapigwa mitaani na zikaimbwa zika na watu mpaka watu sasa hivi wakaiga. Eh e, kwa watu walikuwa ukiimba nyimbo kwa Kiingereza kwa wanaogopa. Eh ha, anaimba nyimbo kwa Kizungu. Mm. Anaimba nyimbo kwa Kizungu. Mm. Lakini Harmonize kaimba wimbo mzima wa Kiingereza mpaka watu mitaani wanaimba. Mm. Kwa hiyo ndio maana kwamba Harmonize muziki ikaufikisha mara pazuri.